Mradi wa barabara ya lami lilikuwa ni swala gumu sana, wabunge wenzangu wote, miaka 30 iliyopita wakiongelea mradi huu. Na mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuwa mradi huu umekuja kuangukia kwenye kipindi ambacho mimi ni mbunge, ingawa zimebaki siku tano na mimi nakwenda kuvunjwa kuwa mbunge, lakini najua tumepambana sana. Mkurugenzi wa tano, unajua nimekuja ofisini kwako mara kwa mara kuongelea barabara hii. Mheshimiwa naibu waziri, nimekuja ofisini kwako sana, wa Mwaziri, ugenzi, na kwa mheshimiwa waziri, mawaziri wote wa Wizara ya Ujenzi hakuna sisi tulifahamu pale ofisini juu ya kulia barabara hii. Viongozi wetu wamekuwa akija mkoa wa Songwe, lakini ilikuwa ni ngumu sana kufika wilaya ya Songwe kwa sababu hakuna barabara hapo, lakini hayawi hayawi yamekuwa. Leo tunaanza ujenzi wa barabara hii kutoka Saza kuja Mkwajuni, Mkwajuni na kwenda Iseshe inakwenda mara inakwenda Kanga, Garula, Mshewe kote huko mpaka Malizi, mkoa wa Mbeya. Lakini jambo kubwa ambalo lilikuwa linatatiza ni barabara hii ya lami kutoka hapa sasa kwenda mpaka Malizi. Jambo hili ni kubwa sana, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, namshukuru sana Mheshimiwa Rais Mama <susur> Dr. Samia Suluhu Hassan. Wamepita marais wangapi wakija kutupa lami katika wilaya hii? Ni heshima kubwa sana Naomba mnifikishie ujumbe Mheshimiwa Waziri, kwa Mheshimiwa Rais, haijapata kutokea. Namshukuru sana rais kunipa lami katika wilaya hii ya Songwe. Namshukuru sana sana sana Rais Samia, amenipa heshima kubwa hata kama sijaendelea kuwa mbunge, lakini nimejenga heshima kubwa sana. Nimepambania kupata wilaya, nimepambania kupata halmashauri, nimepambania kupata wilaya kama mlivyoona, mambo yote yamefanyika. Ilikuwa ni barabara ya lami. Leo mimi nisemi nini ndugu zangu? Nataka nimwambie tena Mungu. Asante sana Mungu kwa nyumba nilivyo. Yawezekana mdomo wangu na maneno yangu yamemshawishi mheshimiwa waziri. Yamemshawishi mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ndani ya bunge. Nimelia sana. Nimelia sana. Nimelia sana. Leo yamekamilika. Natamani hata kulia nimwambie Mungu asante sana mheshimiwa rais. Sina maneno mengi ya kusema. Lakini mwisho nimshukuru sana mkuu wetu wa wilaya ya Songwe. Umenipa moyo mkubwa, umenipa baba, maneno ya kwenda kusema, na mwaka jana umeniambia nenda zunguka hivi, na baada ya kumaliza barabara ya kutoka hapa Kwa Juni kwenda kua mpaka Mpanda, ndio mawazo yetu sisi tupasue barabara kutoka hapa kuwa kwenda Mpanda. Naomba vile vile mliangalia ushodi langa kila naomba suiye barabara kwa sababu wananchi wa Songwe kwa kwenda Mpanda lazima waende Mbeya, waende Tunduma, waende Sumbawanga ndipo waende Mpanda hapa, kumbe hapo wachukua kilometa mia mbili themanini taka chakupa Mpanda. Lakini vile vile mmetufungulia barabara kutoka Makongolosi kwenda mpaka Manyoni. Kwa niaba ya wananchi wa Songwe tunashukuru sana kwa jambo hili kubwa ambalo lilikuwa linanisumbua sana kwenye akili yangu. Asanteni sana sana nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda